Watu wengine wanazurura huko, wanadanganya wananchi, ho hakuna kitu inaendelea. Na wacha nikwambia, watashikwa na heart attack siku ya kampeni ikifika, kwa sababu hii mambo yote itakuwa imekamilika. Na unajua waswahili walisema, njia ya muongo ni fupi. Halafu Una... naona kiongozi anasema, nyinyi Wakamba ni cousins wetu. Kwanza hiyo ni uongo, pili haina maana katika siasa yetu. Na aliposema nyinyi Wakamba ni cousins wetu, wale wa Masai walikuwa wasimama hapo, walifikiria namna gani? Si walifikiria wamepaguliwa? Hatutaki kuwa na Kenya ambayo mtu yeyote anapaguliwa, anaachwa nyuma. Kubali mtu akuje atiawambie, hapa nyinyi ni cousins, nyinyi ni cousins, na Waluya watakuwa nini? Si Waluya pia ni mandugu zenyu? si wajaluo ni mandugu zenyu, si hata waturkana ni wa Kenya na ni mandugu zenyu? Hao mnasikia wakituambia oh, ukifika hapa huyu ni kazini yangu, eh, ukienda kwingine huyu ni ndugu yangu. Na mheshimiwa Kalonzo kama kiongozi amekuwa naibu wa rais wa Kenya, hajawahi kuwa kwa siasa ya ukabila. Msikubali nyinyi jamii yao Kalonzo aingizwe kwa siasa ya ukabila na siasa ya uchochezi.